Yes, mchina huyo anakula. Ngoja nikamuombe kidogo. Uwa, mchina. Naomba naomba kidogo basi. Sikia basi, acha acha uchoyo. Eh? Kidogo tu tu kinyamaskia ah! <laughs> basi hata kinyama basi aka kanyama mchina soge basi njoo kwa huku basi, basi, basi. shuka chini kidogo na mbona ni kazi tonge moja tu mchina basi poa basi mchina haina noma